Bwana, mimi naitwa Buju Sharifu, ni mkazi wa mkoa wa Mwanza katika jiji la Mwanza hapa, hususani wilaya Ilemela, katika kata ya Nyamanoro na mtau naoishi ni mtaa wa Greenview. Mimi kama kijana nasema kwamba tarehe 29 Oktoba tunatiki vijana wote wa Mwanza, hatukudai mama, umeupiga mwingi, endelea kuupiga mwingi kwa sababu nikipiga hesabu kwamba nikiangalia miradi yote ambayo imefanywa na Rais mtangulizi, miradi yote umeweza kuitimiza kama ungekuwa ujaitimiza ndio tungekudai, lakini kama umeitimiza, sisi tunasema, wakazi wa Mwanza hatuwezi kukudai. Tarehe ishirini na tisa vijana wenzangu wote, nawasisitiza mwende kupiga kula piga kula yako weka kwa mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Ukimaliza hapo, enda nyumbani, subiri kusherekea ushindi. Tuko pamoja, kutoka Mwanza vijana wote tumetiki mama, hatukudai.